Madarasa haya ya e, Sera ya Bwana Mtume laliyah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwisho tulizungumzia kuvunjika kwa ile sahifa e, na tukaeleza namna ambavyo ile e, contract, ama yale makubaliano ambayo wale makureshi walikuwa wameandika wakaibandika katika al-Kaaba e, vipi ili ili katika ama ikavunjika e, katika matukio yaliyofuatia manake sasa khalas, wale Waislamu washachwa, ingawa bado wale eh, Makureshi bado kidogo wanawafanyia maudhia, si kidogo yani wanawafanyia eh, adhabu eh, kuwapiga, kuwadhulumu na mambo kama hayo, lakini ile contract ishaisha isha. Eh, sasa wanaweza kuuziana, wanaweza kuoa. Kwa hivyo ile ugumu kidogo ume, umehafifika kwa Banu Hashim na Banu Almuttalib. Bas eh, kukaja wafdi yani kukaja grupu la watu kutoka Habasha. Ya manake liliposikia li Uislamu uh, likaja manake, kule tulieleza kuwa walikwenda Uislamu kule kina Sayyidina Jafar na wenzake. Sasa ikaja ile grupu uh, mpaka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, takriban uh, watu 20 hivi, uh, wanaume takriban 20. Naam, wamekuja waliposikia manake Uislamu wakapenda, yaani wakawapenda wale Waislamu waliokuwa kule Habasha, basi wakaja ili wamsikie bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Walipokuja wakampata Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwa msikitini, basi wakaketo wakaanza kumsikiza, wakawa muuliza maswali, wazungumza naye. Bwana Mtume yuwajibu kwa upole eh, yuwaeleza Qur'ani, yuwasomea Qur'ani, yuwafundisha kidogo kidogo mambo kidogo kidogo. Na wakati huo huo makoresho wako pale, wako pale kaitwaje, Alkaaba, yani kando kando wamwangalia Mtume, yani waona ile hali, basi waudhika wale makoresho. Kwa sababu wasema, haya angalia sasa, mpaka watu wameanza kuja magrupu, ya watu wameanza kuja eh. <coughs> kuwa wataka kujua hii dini ya Uislamu. Wamekasirika sana. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akazungumza na wale watu wa Habasha, akawa akawaita katika Uislamu, akawalingania, akawalingania, akawalingania, akawalingania, akawasomea Qur'ani eh. mpaka wakasiki waliposikia ile Qur'ani kutoka kwa Bwana Mtume, kutoka kwa mdomo wake mwenyewe sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hapo hapo wakaanza kulia wakaanza kulia kutoka na machozi eh, wakajibu ule wito wa Bwana Mtume, dawa ya Bwana Mtume, wakaamini mbele ya wale eh, Makoreshi <gulio> mpaka Abu Jahala akawaona njiani, yeye na baadhi ya waitwaje, <coughs> yeye na baadhi ya Makoreshi wakawaona hawa njiani, ikawa wawachokoza wa yani, kama kuwadharau ah, nyinyi mtoka huko mtokako eh, Mwenyezi Mungu amewatupa, yani eh, hayaba kumullah eh, Mwenyezi Mungu amwatupa ama amwaelekeza vibaya yani, mkuja mpaka hapa mkaacha hiyo dini yenu mkaacha watu wenu mwafuata huyu eh, mtu yani eh, Muhammad, vipi nyinyi mtaacha dini yenu? eh, eh, eh, wakawatukana kidogo yani kama hivyo, kama kuwasomea kuwa, eh, kuwa Abu Jahl na wale Makoreshi wenzake wakawasomea wa mahabasha. Bas wale mahabasha wakajibu, wakasema: salamun alaikum la nabtaghi ljahilin, eh? amani yoju wenu bwana, sisi hatu hatujaja hapa kwa vita wala kwa nini. Kwa nini kila mtu bwana aende na eh, ndia yake? la nabtaghi eh, aljahilin, sisi hatuwa tafuti wala hatuwataki taki eh, wale majahil watu ambao yani eh, ni majahil wajinga, hatuwataki mpaka Mwenyezi Mungu akateremsha aya kwazungumzia hawa, asema, wa idha sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidhu min ad-dama'i mimma arafu min al-haq. eh? wa idha sami'u ma unzila ila rasuli eh? na walipokuja wakasikia, waliposikia lile eh? liloteremshwa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh? saa tara ayunahum, basi utaona macho yao mm? tafidhu min ad-dama'i, yani macho yao Mwenyezi Mungu awasifu kulingana na ile hali yao, asema utaona macho yao eh, tafidhu minad dam'i, yani, si eti walia tu, la bali macho yatoka machozi mingi, eh, machozi yatoka kwa wingi, mimma arafu minal haki, kutokamana nalile walilojua kuwa ni ni haki. Yani ile athari ya Qur'ani, eh, hususan imesomwa kutoka imesomwa yani na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, eh, imewaathiri wale jamaa mpaka wakaujua ule ukweli na kwa kujua ule ukweli wakawa, eh, walia, kwa ajili ya kupata haki. Naam, hili ni katika matukio madogo yaliotokea baada ya sasa ya ile sahifa ya ile miaka mitatu ambao Waislamu walikuwa wamefungwa katika shaibi, eh, Abi Talib, baada ya ile ikatokea hii, lakini sasa tukio kubwa zaidi lililotokea eh, ni kufariki kwa eh, Abu Talib na kwa Saidatna Khadija kwa nana Khadija. Ah, manake zile dhiki walizokuwa wamezipata kule Aa, walikuwa watu wazima. Abu Talib alikuwa mtu mzima, Sayyidatina yani na Khadija mtu mzima, yani wakati huo takriban e, zaidi ya miaka sitini. Naam, bas, baada ya kutoka kwenye shebi hawakukaa muda mrefu, hawakukaa muda mrefu. Yeye Abu Talib, maradhi yakamzidi sana sana sana <coughs> mpaka akalemewa maskini, akakaribia kufa. Basi wale makureshi walipojua waliposikia habari hiyo kuwa huyu sasa amekuwa mgonjwa, wakaona haya, wakaanza kuambizana, wakaanza kuambiana, angalia, sisi huyu sisi tutaka baada ya kufariki huyu, labda tumpate huyu Muhammad, tumuadhibu, waliaadhu billah. Lakini tukifanya hivyo, wale waarabu watatuaibisha, yani watasema, hawa ah, walikuwa wangoja tu Abu Talib afe, ni kama ambaye alikuwa waomba Abu Talib afe ili wampate ule kijana chake wamfanye nini, wamuadhibu. Basi afadhali sisi twende kwa Abu Talib tumweleze eh, tumwambie bwana, angalia hebu mwambie huyu mwanayo awa, awa, awache nini awache awa, mambo yake haya ya kuita kuabudu Mungu mmoja na mambo kama hayo. Bas, walipofika pale wakampata Abu Talib yuko, wakamzungumzisha kisha wakaita yani, wakasema bwana mtume aitwe. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaenda pale. Alipofika pale <coughs> eh, manake wale makoresho walikuja vigogo wakubwa wakubwa walikuja Utba, eh, Sheiba alikuja, eh, Abu Sufiani akaja, eh, Umayya bin Khalaf wote wamekuja. Bas walipomzungumzisha eh, Abu Talib, kisha wakamwita Bwana mtume aje pale eh, wakamzungumzisha, wakamzungumzisha, wakamzungumzisha, wakamzungumzisha Bwana mtume kwa kifupi, akawajibu akawambia, angalia, mimi na, wapa, wapa, na, na ombi moja, na hilo ombi lao mutalitimiza nyinyi, nyinyi mutakuwa viongozi wa, va Waarabu, nyinyi ndio mtakuwa leaders nyinyi ndio mtakuwa eh, wakubwa zaidi. Semeni tu la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, semeni tu hivyo. ah, wale maqureshi kusikia hivyo wakateka, wengine wengine wakapiga makofi, almuhimu wakakasirika, wakasema haiwezekani, wakaondoka, wakaenda zao maqureshi. Naam. na huku upande wa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akajaribu Baadhi ya makoreshi walikuwa ama walirudi eh, hususan nao kina Abu Jahal walirudi pale, ili bwana mtume asiweze kumconvince eh, Abu Talib afanye nini, asilimu, manake ndo eh, sehemu, yani hali ya mwisho. Basi kawa eh, Sayyidina Rasulullah yajaribu kumconvince yajaribu kumrai uh, Abu Talib eh, amwambie basi, sema shahada eh, sema shahada, bwana mimi hiyo shahada ukiitoa, mimi nitakunu yani, nitaweza kukushufaia siku ya kiyama, ushaona, angaa nitaweza kukupunguzia eh, <coughs> zile shida siku ya kiyama. Kawa yu amrai, yu amrai, na huku upande mwingine, upande mwingine wa kitanda wako wale makoresho wambia, ah wewe bwana vipi, utaacha mila za babu zako eh, utamfuata huyu mtoto bwana, utaacha mila za babu zako sijui nini, nini, nini. Bas eh, eh, katika riwaya ni zilizo sahihi zaidi ni kwa Abu Talib akasema, eh, mimi nafa kwa mila za mababu zangu, mimi nafa kwa mila za mababu zangu au kwa mila ya Abdul Muttalib naam. Na hapa ndo maulama kidogo, yani eh, walizungumzia ni masala haya kwa urefu. Eh, kwa kifupi, wengi hawapendi kuingilia masala haya manake bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam asema labda ile shafaa yangu angalia, huyu ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema labda ile shafaa yangu itamnufaisha mpaka atakuwa pambizoni mwa moto eh? mpaka atakuwa pambizoni mwa moto na, <coughs> katika eh, baadhi ya riwaya ni kuwa uh, saidna al-Abbas alimwambia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lile neno ulotaka kulisikia kutoka kwa eh, eh, eh, ami yako yani kutoka kwa Abi Talib. eh? mimi nalisikia yani kama ambaye amwambia kuwa mimi nimemsikia akisema eh, shahada, lakini bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwambia la, mimi sijasikia yes. Na maulama watuambia katika eh, baadhi, aazil, shua, baadhi ya aya zilizoteremshwa baada ya kifo cha eh, Abi Talib ni innaka la tahdi man ahbabta, bwana mtume anaambiwa hakika wewe huwezi kumuongoza yule ambaye wampenda, huwezi kumuongoza yule ambaye eh, wampenda, ingawa kuna aya nyingine mtu anaweza kudhani kama ni mgongano, kudhani kama ni nyingine, yani tahdi eh? hakika wewe waongoza, lam pia ni taakidi. Aya mbili ni kama zinagongana, zina contradict ile ya kwanza, wewe huongozi, hii ya pili waongoza. La, maulama wameeleza yani kwa urahisi yani, ile hidayah ambayo Mwenyezi Mungu amesema, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hawezi kuongoza ni ile hidayah ambayo, yani, kufanya mtu aslimu. Ushaona, kuna hidayah wao mwenyewe maulama wanatuambia <clears throat> kuna hidayah upande wa kumuonyesha tu dalili ama kuonyesha dalili eh, waweza kumuonyesha mtu dalili ukajaribu kumconvince na nini, ukamwonyesha dalili yake haki, lakini sasa ukamfanya akinai mpaka aslimu, ukamfanya akinai mpaka aslimu, la hili sasa haliwezekani, isipokuwa ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuongoza. Sasa maulama watuambia ile aya ya kwanza e, tulosema innaka la tahdi, yani kuwa wewe huwezi kuongoza, yani ni ile hidayah ya kuwa kumfanya mtu awe na imani mpaka aslimu. Lakini hii hidayah ya pili ambayo bwana mtume amesifiwa ameelezwa kuwa wewe waongoza e, ni hidayah ya kuwa yeye anazo uslubi anazo hujja anazo proofs za kuweza kumconvince mtu mpaka ajue ukweli. Alal aqal ni kuwa yule mtu atajua atajua hundo ah, ukweli lakini sasa je, ataamini ata ataslimu au hatoslimu? Hayo ni mambo mengine, ni Mwenyezi Mungu ndio aumba itwaje hidaya. Almuhimu ni kuwa e, yeye, Abu Talib kufa kwake hatutoingilia sana, lakini eh, wengi katika maulama eh, wamesema kuwa alikufa na si katika milla ya Kiislamu, yani hakufa katika Uislamu.

Na aya kama hizi e, wengine katika maulama wamechukua na baadhi ya hadithi kama tulivyohitaja kuwa Bwana Mtume anasema labda ile shafaa yangu itamsaidia awe pambizoni mwa pambizoni mwa moto. Aya kama hizi, wengi katika maulama wakasema kuwa basi Abu Talib amekufa katika ukafiri. Lakini kunao baadhi ya maulama ambao wamesema kuwa la bali Abu Talib eh, zile riwaya zilizokuja eh, Saidina Al-Abbas vile alivyozungumza, hii yaonyesha kuwa alislimu. Eh, wa, wal amru eh, ila Allah. Na amri ni ya Mwenyezi Mungu, yeye ndio yajua zaidi na yeye ndio mwenye ku, eh, kuhukumu zaidi. Lakini katika tukuwa na adabu eh, katika kuwa na heshima na bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ni kuangalia hali je, kuna mtu zama zetu aweza kusema yeye kweli amesaidia katika kufanya dawa katika kulinda uislamu kama Abu Talib eh, maana yake yeye alikuwa protect bwana mtume kwa hali na mali. Wale makureshi wangepata fursa, wangemuulia mbali, lakini la, Abu Talib kama tutasema alikuwa hajaslimu eh, lakini aliingia kwenye ile shi'bi yani, kwenye ile eh, sehemu ambayo Banu Hashim na Banu Mutalib wamefungiwa, eh, akaingia nao na yeye, tuseme hajaslimu hai, ile yote ni kwa mapenzi yake kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa. Kwa hivyo kwa uchache ni kwa sisi tuwe na adabu ha, na Mungu yuajua zaidi litakalo tokea, na eh, khairi alizokuja nazo ama khairi alizofanya yeye Abu Talib ni nyingi. Maulama wanataja kuwa eh, alikuwa kama ndo kinga yake bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, ya <coughs> eh, ni kuwa huyu Abu Talib, mara nyingi amemwokoa bwana mtume tangu udogo wake zaidi ya miaka manake, amekaa na mtume zaidi ya miaka eh, mingapi? itakuwa zaidi ya miaka arobaini. Amekaa naye tangu mtume akiwa miaka minane, akamlea kaja, akamuozesha kwa Saidati na Khadija, akakaa naye yeye yu amprotect tu, miaka yote mpaka akaja akatangaza utume, yeye bado yu protect mpaka mtume amefika miaka hamsini. Manake wengi katika maulama, riwaya nyingi zilizokuja, ni kuwa alifariki mtume akiwa na miaka hamsini. Kwa hivyo ni kama ameketi katika maisha ya mtume eh, karibu sana naye kwa miaka arobaini na mbili. Angalia. He, na akasukuma da'wa mbele. Yani akamsaidia sana bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallam, mpaka bwana mtume maskini ali alisikia kero, alisikia huzuni nyingi sana alipokufa aitwaje, Abu Talib. Naam, inshallah katika darasa ijayo tutaendelea kuzungumzia kifo cha ama, tutazungumzia kifo cha Sayyidatina Khadija, manake walikufa siku zilizo karibu karibu. Naam, sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyul ummi wa alihi wa sahbihi sallam, wallahu a'lam.